Lazima mtu akizaliwa na akiandikwa kazi ajue ya kwamba siku moja atatoka kazini. Maisha ni kuyapanga kutoka siku ile unayofika kazini ya kwanza ukiandikwa kazi. Tukirejelea mambo ya kazi utafanya utakuwa unafanyia mtu mwingine. Lakini ukitoka hapo unatakana kufanya kazi yako nyumbani na familia yako. Sasa mimi kama mwenyekiti wa Kibabi University Staff Pension Scheme, ninahimiza wale ambao wako kazini na hawajajiunga na mpango wa kuweka akiba kwa minajili ya malipo ya uzeeni waanze kufanya hivyo, na wale ambao natarajia kuwa wataandikwa waanze kulipia na kuchangia siku ya kwanza wanapoandikwa kazi, ndipo maisha yao ya uzeeni yawe bora. Kuna manufaa kadha wa kadha. Kwanza, kuna una, una mafunzo unasoma kusoma jinsi ya kuishi baada ya kazi yako ya kila wakati yenye ilipo na serikali. Pili, e, e, tunaweka kidogo kidogo ambacho kinaweza kusaidia ku, ku, kama ume u, retire. Wakati huo ndio mgumu sana, sababu utakuwa unapata mshahara. Sasa hii nitakuwa kama pato lako la like kipekee wakati huo kama uko nyumbani